Tupata ajali asubuhi, nakwenda Morogoro. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tumetoka salama. Nimeona treni imehama kwenye reli <coughs> mtumbee yaani, hii nguzo ndo kama imesaidia hii treni isiweze, pengine zibewa zote zingedondoka, tungeumia sana lakini tunamshukuru Mungu. Kuna watu wameumia kidogo, sio wote. ndio tuko hapa, tumetoka nje kidogo tu Dar es Salaam, kama dakika ishirini na tano nafikiri, kitu kama hicho, na behewa nyingine ile kule imechomoka.